Hatuna namna nyingine ila hivi ndivyo tulivyo. Tumechoshwa, tumezingilwa, adui ameonekana kuwa na nguvu mbele yetu. Bwana Yesu katende jambo jipya leo, ninakusihi watu hawa walioko hapa mbele wapokee mema na baraka saa hii, ila roho ya uonevu, roho ya magonjwa, roho ya kushindwa ambayo imekamata maisha ya watu hawa saa hii wachie kwa Naona malaika wameshuka hapa. Kuna watu atasikia hali ya kutapika, uzuie, kuna kitu kitakutoka ndani yako, na wengine wataanza kusikia hali ya baridi, kila mmoja namna nguvu ya Mungu itakavyomfikia. Mtakatifu, mtakatifu, asante kwa ajili ya watu hawa, asante kwa ajili ya jioni leo, asante kwa sababu wote wanaliamini jina lako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe upigwe kwa jina la Yesu. Kuna nje, kuna nje watatu hawa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba la wondes dunde, uchawi lana mikosi, kuna nje kwa jina la Yesu le hai